Marekani inataka makubaliano kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujumuisha Rwanda kuyaondoa majeshi yake kutoka mashariki mwa Kongo kabla pande hizo mbili kutia saini makubaliano ya amani. Duru zinaarifu kuwa rasimu ya makubaliano ya amani inaanisha kuwa sharti Rwanda yaondoe majeshi yake, silaha na vifaa vyake mashariki mwa Kongo ndipo makubaliano hayo yatiwe saini. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump umekuwa ukisimamia mazungumzo ya kuvimaliza vita vya Congo na kuhakikisha uwekezaji hasa katika sekta ya madini. Mshauri mkuu wa Trump kuhusu Afrika Masad Boulas, mnamo mwezi uliopita, alisema anataka makubaliano ya amani kuwafikiwa katika kipindi cha miezi miwili, muda ambao wachambuzi wanaotilia mashaka ikizingatiwa matatizo yaliyokita mizizi yanayochochea uhasama kati ya DRC na Rwanda. Serikali ya Rais Felix Tshisekedi imekuwa ikiishutumu vikali Rwanda kuunga mkono kundi la waasi la M23, madai ambayo Rwanda mara kwa mara imekuwa ikiyakanusha. Rwanda imekuwa ikisema kuwa inalinda mipaka yake na Congo kutokana ya po Congo na tisho dhidi ya waasi wa Kihutu FDLR, wanaotuhumiwa katika mauaji ya halaki ya mwaka 1994 yaliyowaua karibu watu milioni moja wanaohatarisha usalama wake. Imeilaumu pia serikali ya Kinshasa kwa kuwaingiza wanamgambo hao katika jeshi lake. Duru zinasema Rwanda bado haijatoa msimamo wake kuhusu rasimu hiyo ya makubaliano. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, ameliambia shirika la Reuters kuwa wataalamu kutoka Kongo na nchi yake watakutana wiki hii mjini Washington kujadili zaidi makubaliano hayo. Hata hivyo, Kongo inahisi Rwanda inajikokota katika kufikia makubaliano ya amani, ikisisitiza kuwa ili mchakato huu wa amani ufanikiwe, Rwanda lazima iondoe majeshi yake na ikome kuwaunga mkono waasi wa M23.